Ni kwa sasa msanii mkubwa wa movie hapa nchini Tanzania Eshe Bueti na mfanyabiashara wa chakula amefika hapa. Habari yako Eshe? Safi. Mambo yanakuaje? Ah, Mungu anasaidia. Na pole kwa msiba. Pole wote. Ni kweli kabisa. Labda utuambie vile ambavyo ulikuwa ukifahamiana yeye? Tuko sawa? Labda utuambie vile ambavyo ulikuwa unafahamiana na marehemu um kumfahamu ile kwa undani sana lakini nilibahatika kukutana naye katika kazi I think ilikuwa ni muvi ya JB, sikumbuki vizuri, lakini pia kuna kipindi alivyougua kuna grupu ilitengenezwa kwa hiyo tukawa tunachanga mule, na mbali na hapo pia mimi binafsi nilikuwa nikimtumia binafsi yeye mwenyewe, kwa hiyo tumejuana kupitia zaidi, yani ugonjwa wake na taarifa yenyewe jinsi ambavyo uliipokea na labda kama uliongea naye kwa mara ya mwisho kabla ya kifo chake, hebu shea na sisi. Um, mara ya mwisho alinitumia voice notes ya kunishukuru lakini, too bad, simu sio hii tena. Yes, lakini taarifa ya msiba aliniambia mume wangu, kwa sababu e, anaumwaumwa ana sasa hivi, kwa hiyo kuna muda usiku silali, anapata shida. Kwa sasa inabidi unahangaika, asubuhi ile ndio unapitiwa na kausingizi, nikapitiwa mpaka mchana. Ana aniamsha, ananiambia unajua kuna msiba, msiba wa nani? Ananiambia yule msichana amefariki. Yupi? Bwana yule ana amepostiwa postiwa sana na Globo. Ah, nikamwambia unamwongelea Karina? Mbona nikiangalia, nikashika simu nikaingia kwenye status nikamwambia, mbona kwenye status zangu sioni? Msiba, kaambia ni sasa hivi tu nimeona wametangaza Globo. Oh, okay. Kwa hiyo oh, then baada ya hapo nikamtafuta mama mamaake mzazi, kwa sababu nimekuambia, nilikuwa nami ni mmoja wa watu ambao nilikuwa namtafutaga private, kwa namba ya mamake pia nilikuwa nayo. Nikamtumia tu mama message, mama pole kwa msiba, msiba uko wapi? Akanielekeza mtaa Mvumi nyumba namba tano, na nimebatika kulia na leo ni siku ya tatu ambayo ni siku ngumu kabisa ambapo watu walikuwa wanategemea labda ndio anakwenda kumpokea mwenyewe, lakini leo wanakwenda kumpokea mwili wake. Labda neno lako ni lipi, dada? Yaani ni kauli ambayo nilikuwa nikiongea tangu na kuja, nikaambia uhai wetu ni sawa na punje ndogo sana ya mchele. Hata ukisema uizuie, ikianguka imeanguka. Imagine Karina aliondoka akiwa yeye, leo anarudi akiwa marehemu tena, sio kwenye siti, ni sehemu labda aidha ya kuwekea mizigo ama nini. Kwa hiyo ah, ni somo. Kila kifo kinatufundisha, kila kifo kina somo lake, lakini mimi bado nasistiza, cha kwanza ni kumcha mnyazi Mungu, kumrudia mnyazi Mungu. Maisha yamesha kuwa mafupi sana, upendo sana sana, na yani tuwe wa kweli, yani tuwe real. Na tunafahamu kwamba kila nafsi itaonja umauti, lakini hili limekuwa kubwa kwa sababu marehemu ameugua kwa muda mrefu sana, inadaiwa zaidi ya upasuaji ishirini na tano, ambapo hii watu walikuwa wakiamini kabisa nakwenda kupona. Labda neno lako kwa maumivu, matatizo, kulala kwake kwa muda mrefu kwenye kitanda ni lipi? Sijui kama nitakuwa nakosea lakini ina lilahi wa ina ilahi rajiun. Kwa mimi binafsi, mimi ni mtu ambaye ni mkweli, napenda kuongea ukweli. Ilifikia kipindi nilitamani apumzike, kwa sababu alikuwa akijipa matumaini, lakini Mwenyezi Mungu naye ana mipango yake. Unajua wewe leo hii ulivyoamka, ulikuwa unasema kabisa asubuhi, nitaenda mtaa wa Mvumi, nitabeba kamera tano nitabeba sita, nitamhoji huyu, lakini haukuaidiana na Mungu. That means kwamba Mungu mwenyewe ana mipango yake. Kiukweli nilikuwa naumia, unajua kuna ile kusema jamani, basi Mungu amua, unachoamua kama unamponyesha mponyesha. Astaghfirullah aladhim na kufuru, ndio maana nikasema nahisi nitakuwa nakosea, lakini amepitia maumivu amepitia shida ila ni mojawapo ya ibada. Ndio maana nikakwambia kila kifo kina somo, kwa sababu nina uhakika hata yeye mwenyewe kuna kipindi alishajikatia tamaa, na kuna muda akajipa hope kwamba inshallah mimi nitapona nita na kuna muda unafikia, unaumwa, unasema Mungu nimekukosea nini? Kama unanichukua hebu nichukue nikapumzike lakini katika watoto walioumwa basi yule binti ameumwa, ameumwa. Sidhani kama kuna chombo chochote cha hospitali ambacho hakijui kwenye macho yake, ameugua sana sana sana. Unazungumziaje Watanzania pamoja na eh, serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake kuhakikisha kwamba anaipambania afya ya marehemu hawa, lakini Mungu kampenda zaidi. I think kwenye swala la serikali Sidhani kama inapambana kwa Karina tu peke yake. Uh, inafanya vizuri kwa upande wao pale wanapohitajika wanapohitaji kusaidia. Lakini mimi shukrani za dhati nizipeleke, tukiachana na serikali nizipeleke kwa Watanzania, Watanzania ambao hakujui, umeelewa vizuri, hujawahi msaidia serikali, obviously ni labda naweza nikasema labda ni jukumu unajua ile ni mwana... ni kwa sasa msanii mkubwa wa movie hapa nchini Tanzania, Esha Buheti na mfanyabiashara wa chakula, amefika hapa. Habari yako Eshe, safi, mambo yanakuaje? Ah, Mungu anasaidia. Na pole kwa msiba. Poleetu wote ni kweli kabisa. Labda utuambie vile ambavyo ulikuwa ukifahamiana yeye, tuko sawa, labda utuambie vile ambavyo ulikuwa unafahamiana na marehemu. Um, sikumfahamu ile kwa undani sana lakini, nilibahatika kukutana naye katika kazi. I think ilikuwa ni movie ya JB, sikumbuki vizuri, lakini pia kuna kipindi alivyougua kuna grupu ilitengenezwa, kwa hiyo tukawa tunachanga mule, na mbali na hapo pia mimi binafsi nilikuwa nikimtumia binafsi yeye mwenyewe, kwa hiyo tumejuana kupitia zaidi, yani ugonjwa wake. Na taarifa yenyewe, jinsi ambavyo uliipokea, na labda kama uliongea naye kwa mara ya mwisho kabla ya kifo chake, hebu share na sisi. Um, mara ya mwisho alinitumia voice note ya kunishukuru, lakini too bad simu sio hii tena, yes. Lakini taarifa ya msiba aliniambia mume wangu, kwa sababu anaumwaumwa ana sasa hivi, kwa hiyo kuna muda usiku silali, anapata shida kwa sasa, inabidi unahangaika, asubuhi ile ndio unapitiwa na nakausingizi, nikapitiwa mpaka mchana ana, aniamsha anambia, unajua kuna msiba. Msiba wa nani? Anambia, yule msichana amefariki. Yupi bwana? Yule amepostwa postiwa sana na global. Ah, nikamwambia, unamwongelea Karina mbona nikiangalia, nikashika simu, nikaingia kwenye status, nikaambia, mbona kwenye status zangu sioni msiba? Kaambia ni sasa hivi tu nimeona wametangaza Global. Kwa hiyo okay, then baada ya hapo nikamtafuta mama mama yake mzazi, kwa sababu nimekuambia nilikuwa m ni mmoja wa watu ambao nilikuwa namtafutaga private kwao, namba ya mamake pia nilikuwa nayo, nikamtumia tu mama message, mama pole kwa msiba, msiba uko wapi? Akanielekeza mtaa Mvumi, nyumba namba tano, na nimebatika kuja na leo, ni siku ya tatu ambayo ni siku ngumu kabisa ambapo hmm, watu walikuwa wanategemea labda ndio wanakwenda kumpokea mwenyewe, lakini leo wanakwenda kupokea mwili wake. Labda neno lako ni lipi, dada? Yaani ni kauli ambayo nilikuwa nikiongea tangu na kuja nikaambia, uhai wetu ni sawa na punje ndogo sana ya mchele hata ukisema uizuie, ikianguka imeanguka. Imagine Karina aliondoka akiwa yeye, leo anarudi akiwa marehemu, tena sio kwenye siti, ni sehemu labda aidha ya kuwekea mizigo ama nini. Kwa hiyo ah, ni somo. Kila kifo kinatufundisha, kila kifo kina somo lake, lakini mimi bado nasisitiza cha kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu, kumrudia Mwenyezi Mungu. Maisha yamesha kuwa mafupi sana, upendo sana sana na yani, tuwe wa kweli, yani tuwe real, na tunafahamu kwamba kila nafsi itaonja umauti, lakini hili limekuwa kubwa kwa sababu marehemu ameugua kwa muda mrefu sana, inadaiwa zaidi ya upasuaji 25 ambapo hii watu walikuwa akiamini kabisa na kwenda kupona na neno lako kwa maumivu na tatizo kulala kwake kwa muda mrefu kwenye kitanda nilipi, sijui kama nitakuwa nakosea, lakini ina lilahi wa ina ilahi rajiun. Kwa mimi binafsi, mimi ni mtu ambaye ni mkweli, napenda kuongea ukweli. Ilifikia kipindi nilitamani apumzike, kwa sababu alikuwa akijipa matumaini, lakini Mwenyezi Mungu naye ana mipango yake. Unajua, wewe leo hii ulivyoamka, ulikuwa unasema kabisa asubuhi, nitaenda mtaa wa Mvumi nitabeba kamera tano nitabeba sita nitamhoji huyu, lakini haukuahidiana na Mungu. That means kwamba Mungu mwenyewe ana mipango yake. Kiukweli nilikuwa naumia, unajua kuna ile kusema jamani, basi Mungu, amua unachoamua kama unamponyesha mponyesha, astaghfirullah aladhim, na kufuru. Ndo maana nikasema nahisi nitakuwa nakosea, lakini amepitia maumivu, amepitia shida, ila ni moja apo ya ibada. Ndo maana nikakwambia kila kifo kina somo, kwa sababu nina uhakika hata yeye mwenyewe kuna kipindi alishajikatia tamaa, na kuna muda akajipa hope kwamba insha Allah mimi nitapona, nita na kuna muda unafikia unaumwa, unasema Mungu nimekukosea nini? Kama unanichukua hebu nichukue nikapumzike. Lakini katika watoto walioumwa, basi yule binti ameumwa, ameumwa. Sidhani kama kuna chombo chochote cha hospitali ambacho hakijui kwenye macho yake, ameugua sana sana sana. Unazungumziaje watanzania pamoja na eh, serikali yetu ya mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake kuhakikisha kwamba wanaipambania afya ya marehemu hawa, lakini Mungu kampenda zaidi. I think kwenye suala la serikali sidhani kama inapambana kwa karina tu peke yake. Uh, inafanya vizuri kwa upande wao pale, wanapohitaji wanapohitajika kusaidia lakini mimi shukrani za dhati nizipeleke, tukiachana na serikali, nizipeleke kwa Watanzania. Watanzania ambao hakujui, umeelewa vizuri, hujawahi msaidia serikali, obviously ni labda naweza nikasea, labda ni jukumu, unajua ile ni mwana